Ndugu zangu, haya amevua kutoka kwenye kampuni halisi, namna alivyoangiza mzigo. Sasa anavalisha boxi jingine kwa nembo anayoitaka hizi hapa, anazivua kwenye mabeti kama hivi. Hii inakuwa hivi kama hivi, hii hii hii hii. Tayari Mitsubishi mnaiona hii eh? hii ni Mitsubishi, lakini ukweli ni kwamba tukifungua hapa, hii siyo Mitsubishi ameshavalisha maboksi mengine haya. Kikubwa achana masuala ya gharama, lakini kikubwa ni athari zinazoweza kutokea kwa kuua watu wa Tanzania kwa kile ambacho tunadhani ni breki, kumbe sio breki; shock up, kumbe sio shock up; tairi, kumbe sio tairi. Na tayari, hebu angalieni, kuna watu wanafanya hivi, vaa kwenye matairi, si ndio? mm -hmm. Unakimbia spidi mia moja na hamsini ukidhani uko na tairi, kumbe uko na kitu ambacho sio chenyewe. Sasa hii ndio Watanzania wao wanaelewa, unapozungumzia ajali nyingi barabarani, wasiagu wasi tu kwa upande moja, wajua kabisa tunapambana na akili nyingi za watu, na moja zikiwa ni hizi hapa. Wenyewe wanajua wamemuingiza huyu sola, naelewa eh, wale pale wenyewe wamekagua wakapitisha wakajua kilicho sisi hiki, lakini hao maanake hizi watakuwa wameprint huku mtanimtani, wale wafanyakazi wale ndio wanafanya kazi hizi nana wanatengeneza mbox haya kwa ajili ya kubalishia hizo spare zako, hizi ndio maana huku kuna kuna wafanya kazi karibu 20. Sasa wanafanya nini kama hili ni duka, let's say, umeelewa? Kwa hiyo wanafanya kazi ya kuvua na skuvua, na ndio maana sasa tunasema tuna by assumption very like kwamba kuna ukopaji mkubwa wa kodi, lakini kwa kuwa uchunguzi unaendelea huu, ni mwanzo taarifa watakuja kuitoa zaidi kwa wataalamu. So, shika hiyo eh? Ni air cleaner. Unakuta yeah, baada ya muda air cleaner eh? Hii ni hizi ni air cleaner lakini unakuta kabisa hizi air cleaner baada ya muda, unaona kabisa kwamba gari lako linakosa nguvu, na kwa sababu kama hii ikiwa imeshachafuka, kana mfumo ule wa injini wote kwa ujumla, kutoka kwenye injini kwenda mpaka kwenye gear box, kwenye ule mfumo wake wote ule, unazungumza kwa pamoja na hewa nje, pia vinazungumza kwa pamoja, ndio air cleaner hii kusafisha ule mfumo wa injini wote kwa ujumla. Na hili ikiwa lichafu, sio moja kwa moja, unakuta gari linakosa nguvu. Sasa plus air cleaner iwe fake, madubasha mengine iwe fake, oil iwe fake, pana gari hapo, gari inakuwa sio fake ila linaanza kupokea chakula ambacho ni feki. Mwisho wa siku gari na duma inakuwa ni gari dumavu. Leo tumefanya ziara e, katika ile eneo la, la Afrikana hapa wilaya ya Kinondoni nikiwa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama ya wilaya, lakini pamoja na wataalamu kutoka TRA kutoka FCC pamoja na wataalamu wenzetu wengine ambao wanatusaidia kutoka kwenye ofisi za serikali lakini kikubwa kabisa ambacho tumekuja kuangalia, mmeona hapa katikati, moja kuna ajali nyingi ambazo zinatokea na jeshi la polisi nchini limeendelea kunyoshewa kidole kwamba labda halifanyi kazi zake inavyopaswa au vitu vingine vya namna hiyo, lakini assumption iliyoko hapa, ndugu waandishi wa habari, nataka leo niwapitishe ili muweze kuona jambo la msingi sana. Hapa tumefika kwa watu ambao wanauza bidhaa za magari na ambazo bidhaa hizo naweza nikaita kwa hatua ya awali, ya uchunguzi wa awali, sio bidhaa ambazo zinalingana na nembo iliyopo nje ya bidhaa hizo. Kwa mfano hapa mnakuta kuna bidhaa hii hapa, bidhaa hii mnayoiona hili gaz, hili boksi hili limetengenezwa kwa magumashi, vile vile halafu ndani ya bidhaa hii box hii likishapatikana namna hii humu ndani kunakuwa kuna, kuna bidhaa hapa ndani hapa, kuna bidhaa bidhaa hizi tunaita ni break nini hizi, ni break shoes hasa hizi. Break shoes ukiangalia hapa nje ni nembo ya Toyota, halafu hii nembo ya Toyota hapa pia kuna hizi nembo hizi, zinakuja zinabandikwa, hizi ziko tofauti kabisa, zinabandikwa na hapa ndani Kanawe kwa karatasi kuonyesha kwamba ni bidhaa mpya iliyotoka Japan. Sasa hizi break shoes, nini kinachokuja kutokea ndugu waandishi wa habari? Mtu anapokuja kununua hizi anajua amenunua mali original ya Toyota, anakwenda kuifunga kwenye gari lake then mwisho wa siku hizi break shoes pamoja na mfumo mzima wa breki unakuwa, mtu anayenunua anadhani amefunga vitu original na anaondoka katika safari yake kutoka hapa kuelekea Mbeya na anajiamini kabisa kwamba mali aliyonunua ni salama, lakini baada ya muda mali hii mnayoiona hapa imepigwa chapa kabisa huku ndani kwamba ni Toyota, lakini kwa uchunguzi wa awali na wataalamu ambao tunao watachunguza zaidi, inaonyesha kabisa kwamba jambo hili si Toyota aliyefanya production, lakini boksi hili limetengenezewa hapa hapa tulipo, halafu zinakuja zinabandikwa nembo hizi kuonyesha kwamba kwa kweli hii ni mali original kabisa. Sasa mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba hiki kitu kinachofanyika kwenye mali hii ndivyo kinavyofanywa kwenye oili. Umenua gari yako leo mpya, unaweka oili yako, ndani ya miezi miwili injini imenoka injini imekosa uwezo, kumbe ni kwa sababu ya oili feki, au ni kwa sababu ya oili ambazo zinauzwa huku mitaani zikiwa sio zenyewe. Sasa hapa pia tunao wataalamu wa Toyota wenyewe ambao ndio wazalishaji wa hivi vitu, ukiangalia haya madubasha yote haya ni madubasha ambayo yanazalishiwa mahali ambapo wao wanajua wachunguzi watafanya kazi hiyo. Lakini hapa pana viashiria vya, vya haraka sana kwamba bidhaa hizi zote ambazo mnaziona ziko hapa ni almost bidhaa fake ambazo wazalishaji wenyewe wenye nembo hizi hawajazalisha mali hizi. Kwa hiyo unaweza ukaona Watanzania wanavyolalamika kwamba kuna ajali nyingi, halafu mtu anasimama labda anaanza kusema polisi haijafanya kazi zake, lakini ukija hapa ndio unaanza kuelewa kwamba ala kumbe unapodhani umefunga breki, alafu kumbe ni breki feki. Unaanza kuteremka mteremko, wako unaitafuta breki unakuta hamna mpaka mwisho, tunakuwa tunapata ajali watu thelathini, arobaini wanafariki, lakini vyanzo vyake ni kwa sababu ya watu wanaotazama wao kula pesa na kuwa matajiri, hata kama kutakuwa kuna kumwaga damu za Watanzania. Sasa haya ni mambo machache ambayo tunayaona yanaendelea hapa hapa ni Dar es Salaam wala sio mbinguni, na hivi ndio vinazalishwa hapa, vinabandikwa. Ile iko wapi? Ile imebandikwa hapa, inakuja inabandikwa. Hii nembo hii, kama mnavyoiona, ndugu waandishi wa habari, nembo hii inabandikwa kwamba hii ni bidhaa ya Nissan, lakini actual fact ukija hapa hii bidhaa hata nisa ni mwenyewe anashangaa kwamba hii bidhaa imetoka wapi. Unafunga gasketi yako hii kwenye injini yako pale juu, baada ya muda unakuta li injini linakosa uwezo, injini yote inakufa. Ukihitaji injini original unakwenda kuta ni bei ya gari. Lakini haya madubwasha yote ambayo yanafungwa unakuta ni bidhaa fake. Zaidi pia unaweza kukuta kwenye mfumo wako wa clutch. Clutch plates, clutch pressure release bearing umefunga kwenye gari lako ambalo ni la manyo. Unaitafuta gia umefika sehemu ambayo inataka kuwa na ajali, unaitafuta gia, unashangaa gia haziingii kwa sababu umekuwa na clutch plate, clutch pressures ambazo ni fake, lease bearings ambazo ni fake, na mwisho wa siku zinashitwa kuhimili uwezo wa injini ambayo eh Japani, au mtu yoyote anakuwa ametengeneza kulingana na viwanda vyao. Sasa hapa tuko na jeshi la polisi, lakini tuko na watu wa TRA wa wa mapato, tuko na watu wa tume ya ushindani FCC, tutakuwa na watu wengine wengi kwenye hili eneo kuna magodauni hapa, kuna viwanda hapa, kuna viwanda vinavyotengeneza vina wanauza vioo, kuna viwanda vinatengeneza miswaki, kuna viwanda vinatengeneza rangi, kuna viwanda vina assemble TV, kuna viwanda vina assemble vitu vya vioni kwenye mambo ya sanitary haya hapa, kuna viwanda vingine viko huku ndani, godauni la kwanza mpaka namba ishirini na tatu. Jana baada ya kuja hapa, tuliwaambia wote kwa lugha nyepesi kwamba leo tutakuja kwa ajili ya misako ya ziada. Lakini kama unavyoona ndugu waandishi wa habari, magodauni karibu yote yamefungwa. Manake nini? Manake picha ya haraka, manake ni kwamba kuna uzalishaji wa vitu kinyume na taratibu. Lakini wenye vitu wa serikali zetu za mitaa nao hapa, kuna bwana mmoja, anaitwa Bwana Masawe yuko hapa. Lakini mwenyekiti kiti ana wajibu mkubwa sana pia wa kuripoti kwenye serikali chochote anachokiona kinamzidi nguvu kwenye serikali yake. Sasa hii pia ni ishara mojawapo pia kwamba serikali za mitaa bado na wenyewe wanapaswa kuongezewa uwezo wa kujua wanachopaswa kukiongoza. Sasa kwa sababu hapa mahali wote wamefunga haya maduka au wamefunga hii haya magodown kwa kukimbia au kwa kuwa na wasiwasi, kutoka leo nimepafunga rasmi mpaka hapo kila mmoja atakaporipoti kwenye ofisi kulingana, atakapotoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya kwenda kwenye ofisi ya TRA kwenda kwenye ofisi ya FCC kwa miguu na mikono yao. Kinyume na hapo, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Muhindi, awe ni mtu gani, atakapokanyaga hapa baada ya kukaidi tamko atapata tabu sana na atakuwa chini ya sheria. Kaio, nitoe rai kwamba leo ni juma ngapi? Leo nini? Jumaa mosi, Ijumaa. Kabla ya kesho saa nne mtu yeyote anayefanya biashara zake hapa atoe ushirikiano Kinyume na hapo, mali zote zitataifishwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa. Jeshi la polisi linafanya kazi zake vizuri, wala alijamwonea mtu yoyote, TRA hawajamuonea mtu yoyote, FCC hawajamuonea mtu yote, wote wa ushirikiano ili angalau waweze kuangalia kitu hicho kiko sawa. Unapofanya taratibu za kuassemble TRA watasema, lakini vile vile kuna TIC watasema, unapofanya assembling kuna sheria gani zinapaswa kuzifanya lakini hapa wana sembo yanaondoka madubasha nakwenda Kariakoo moja kwa moja, sijui kama kuna hata watu wa TBS labda wanapitia hizo vitu au nani? Inawezekana tunapaswa kufanya hivyo, lakini kama watoa ushirikiano, maanake ni kwamba ni wakaidi wa sheria. Lakini mwisho tunachokizungumzia ni nini? Mwisho ni kwamba kwa mfano leo tunahatarisha ajira pia za vijana wetu, tunahatarisha pia masuala mbalimbali ya usalama wa taifa letu, tunahatarisha mambo mengi sana hizi biashara ambazo zinakuwa hazifuati taratibu ndani ya taifa letu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, mtupelekee salamu kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, ndugu yetu Saad Mtambule, na kamati ya usalama na wataalamu wa sekta watafanya operation ya kufa mtu, ambayo ni non-stop katika maeneo yote na vile viwanda vyote na sehemu zingine utakazozikuta zinaelekea elekea kukidhi matakwa serikali, tutawapa uwezo na nguvu ili waweze kuingia zaidi kwenye mifumo ya kisheria na wafanye shughuli zao bila ku disturb, lakini wale ambao watakuwa wamekuja katika nchi ili kuiua nchi kiuchumi na kiusalama, watachukuliwa hatua kali za kinidhamu na za kisheria, ikiwa ni pamoja na leo kuanza na hawa jamaa ili tuweze kuangalia mwisho wake ni nini, na watu watari, kwa sababu wapo hapa, watash wataangalia inalipwa kodi na kule bandarini vitu vinapitaje kule? TRA, vitu vinalipiwa au havilipiwi? Declaration wanadeclare ni kitu gani? Kuna sehemu tumekuta mtu ameingiza vitenge, lakini ukiangalia mtu anaweza kadeclare nimeingiza vitambaa, hiyo huo ni mfano. Au kwa mfano vitu kama hivi, mtu anadeclare labda kitu tofauti tofauti. Sasa ni vizuri tukaangalia ili tuweze kwenda vizuri. Maelekezo yako yote tumeyapokea, na hapa tulianza kufunga kuanzia jana. Wenzetu wa jeshi la polisi wamefanya kazi mzuri wamepafunga hapa na tutaendelea kupafunga mpaka wote wapatikane. Saa hizi tunavyoongea, wengi wa magodauni haya na viwanda hivi wamefunga hawapo, na kuna kitu tunaendelea kujifunza kutokana na hapa, kwa nini wakimbie? Kwa hiyo wenzetu wa immigration wako hapa, jeshi la polisi wako hapa, na taasisi zingine zote ziko hapa. Tutawajua wenyewe, lakini tutajua kwa nini bidhaa hizi zimeingia kwenye maeneo yetu haya na zinaenda maeneo gani. Kwa hiyo ukweli wote utabainika ndani ya siku mbili hizi tatu, lakini tukubaliane, kama ambavyo umesema Mheshimiwa rasi, kwa kweli kinachofanyika ni kitu cha kihuni cha uhujumu, ni kitu ambacho kinahatarisha maisha yetu sisi wana uh, wana Kinondoni, wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, kama ambavyo umesema ukiangalia, hii sticker imeandikwa kabisa hapa genuine parts made in Japan. lakini ni kitu ambacho kimetengenezwa hapa Afrikana, Kinondoni. Kwa hiyo tutafuatilia kusimamia kwa ajili ya usalama kwa ajili ya uchumi na maisha yetu sisi Watanzania. Bidhaa bandia mara nyingi zakuwa ziko chini ya kiwango, lakini bei inayouzwa ni almost ile ile ya bidhaa halisi. Sasa FCC tupo pamoja na mamlaka nyingine za serikali, polisi kwa mkoa, kuna mamlaka nyingine kama TRA na TBS. Tunafanya operation kama hizi mara kwa mara. Lengo ni kuclear soko au kusafisha soko kwa sababu kazi kubwa ya FCC ni kuondoa bidhaa bandia sokoni na zoezi kama la leo na jana ni zoezi moja wapo. Mkuu wa mkoa amesema kwamba kwa ni uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba hii bidhaa ni fake, ni kweli. Sisi tunafanya kazi kwa suspicion kwamba tumehisi mzigo huu na matatizo, tutachukua sample hapa na wahusika wataandikiwa hati ya ukamataji, mshauri mkuu wa mkoa, watafika ofisini, watapewa maelekezo kwamba mzigo huu una shida kwa sababu gani lakini wakati huo pia wamiliki wa nembo kwa maana Toyota na Nissan na wengine lazima wahusishwe. Watakuja pale, watapata maelekezo na watachukua sample, watafanya technical verification report au ripoti ya uthibitishaji kwa mzigo wao ni halali au sio halali. Lazima kwa baada ya FCC, ile ndio kazi ya kwanza Tanzania hii. Alafu mheshimiwa mkuu mkuu kama tulivyosema ile eneo pia tafanya uchunguzi kwenye maeneo yote, tutapita na sio hapa tu, arasika sema kwamba ni mkoa mzima. Jeshi la polisi lipo, tunafanya nao kazi kwa pamoja, tuna task force yetu ya mkoa. Kwa hiyo pamoja nao polisi, tutapita kwenye magodauni yote ya wilaya hii, lakini mkoa mzima wa Dar es Salaam tunashuka kwamba maeneo yote ambayo yana bidhaa kama hizi yanadhibitiwa na zinaondolewa sokoni, ili kumsaidia mlaji wa Tanzania na kumsaidia mwenye nembo yake aliyewekeza apate thamani halisi ya uwekezaji wake. TRA kutoka ofisi ya TRA ya Tegeta kwenye hii godown ambalo tumekuja hapa, na chini ya mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, kuna bidhaa kama unavyoziona, ukiangalia kule, sio za Toyota wala sio za Nissan, ila kuna mabox ya, ya Toyota pamoja na Nissan na Nissan. Hili hapa box la Nissan. Kwa wanachokifanya hawa wakishaingiza u mzigo wakimaliza, wanakuja maanake kwenye magodauni kama haya wanakiwa na hayo mabos ya Nissan na ya Toyota pamoja na hizi, hizi ni stika za Toyota na hizi zingine ni za Nissan. Kwa hiyo manake kuna mahali wana print hizi sticker, na haitakuwa kihalali kwa sababu ingekuwa kihalali mzigo bandarini ungepita kama wa Toyota au au Nissan. Kwa akishafika hapa, maanake wanavua sasa yale mabox ndo unaona hayo yote, unaona haya, sio sio Toyota wala sio Nissan. Akimaliza, manake anavua anavua hizo vitu vyote, anaweka pembeni, anavalisha sasa Nissan nani, na Toyota na anaweka hizi barcode. Kwa hiyo ukija kununua kwa sisi walaji, si watu wa kawaida tu, kwao ukiangalia hapo utaridhika kwamba ni Toyota au ni Nissan. Lakini in real sense, ni maana yake ni nini, umepigwa, si ndio? <coughs> na ni watu kabisa, kwa sababu unaona wana wafanyakazi, daftari la mahudhurio hili hapa, wa kutosha tu wapo. Kwa hiyo nafikiri wanachokifanya sio kitu sahihi na wanatakiwa wadhibitiwe kwa sababu uh, kwa mazingira haya ina maana hata compliance yao kikodi itakuwa sio nzuri. Sasa labda ili tuweze kujua kwamba hii ni hmm. fake au ni halali hmm. Hii tunajueje kwamba hii namba ni sawa hii au, si, au, hizi sisi hazipo kwenye control ya TRA. Umeona sisi TRA atu, atusimamii kuangalia hizi barcode za za magari. Sisi wigo wetu upo kwenye vinywaji, ndio tunasimamia, tuna stika za vinywaji, lakini maana yake wanatengeneza tu wenyewe mtaani. Kwa zingekuwa na za vinywaji e, zile kwa ajili ya stamp duty, tungeangalia, tungeverify, tungewaambia hapa kwamba hizi ni halali au sio halali.